Uh, kama alivyosema mwalimu uh, ilikuwa ndio siku yake ya pili ya tatu mazoezini. Kwao kuna falsafa alikuwa anajaribu kuzimplement kwenye timu na, uh, na mechi ya Kagera na mechi ya Yanga, approach zake always zinakuwa zipo tofauti, lakini kuelekea mchezo wa Yanga uh, tu, tumefanya ma, mazoezi vizuri na ametume, tumeanza kuelewa falsafa yake na tutaitumia zaidi ya mchezo wa Yanga. Swali lingine Ima, unawambia nini mashabiki wa soka Tabora United? Unawambia nini? Unawahidi kitu gani kwa mashabiki wa mpira? Sasa mashabiki wa Tabora United tunawahidi tuna, kwamba kesho tutajitahidi tuweze kupata pointi tatu kama tulivyoweza kupata kwenye mchezo wa kwanza, japo sio kitu rahisi, sababu tunajua Yanga wana wachezaji wazuri, ni timu nzuri sana kwao, tutajitahidi tupambane ili tubakishe furaha nyumbani. A, kikubwa e, mwalimu huu na mwalimu aliyopita falsafa zao, so, so tofauti sana. E, kuna mabadiliko machache, lakini sisi kama wachezaji na wachezaji wenye experience kwenye timu yetu wamecheza timu nyingi. So, inakuwa rahisi na kuelewa mfumo. A, kikubwa, kwenye mchezo wa mpira, hatuwezi kusema tunahofia, lakini tunaheshimu na tunaelewa kama mechi itakuwa ni ngumu, hasa kwa sababu Yanga wapo kwenye mbio za ubingwa na vilevile wanakuja kwa sababu tuliwafunga mchezo wa kwanza. Kwa hiyo tunaamini utakuwa ni mchezo mgumu, lakini hatuna hofu kusema tunahofia, hapana. Sababu sisi kama wachezaji, mechi ka, kama za Yanga ni mechi ambazo tunapenda kuzicheza, tunatamani kuzicheza. Kwa hiyo hatutakuwa na hofu, tutakuwa tayari kwa kabisa. Malengo ya kumaliza nafasi ya nne hapo, japokuwa ligi sio nyepesi, kila mchezo unaokutana nao kwenye mzunguko wa pili ni kama finali. Kwa hiyo tuna, tuna mechi ngumu na mechi zidi ya Singida na mechi zidi ya Yanga ni mechi ngumu ambazo sisi tunajiandaa kisaikolojia kuweza kushinda katika mchezo huu. Kikweli, hilo ni pigo kubwa na ni kitu ambacho kinazidi kutia ugumu mechi hii, sababu tuliwafunga mechi ya kwanza. Ni ngumu wao kukubali tukawafunga mechi ya pili, lakini kama wachezaji, tunakaa muda wote ni kutiana morali. Kama tuliweza kupata kwenye mechi ya kwanza, inawezekana tunaweza tukashinda kwa mechi hii. Kwa hiyo muda wote tunapeana sana morali wachezaji.